Tunga waziri wa katiba na sheria Dkt Harrison Mwakyembe amesema kuwa mahakimu ishirini na nane walioshinda kesi za rushwa zilizokuwa zikiwakabili hawataruhusiwa kuendelea na kazi. Dkt Mwakyembe ametoa msimamo huu wa serikali mjini Mbeya, ikiwa ni sehemu ya ziara yake ya kikazi katika mikoa ya Mbeya na Songwe. Taarifa zaidi na Hosea Cheo. Dkt Harrison Mwakyembe ameanza ziara ya siku tatu katika mikoa ya Songwe na Mbeya. Ziara yake ya kwanza ameanzia mkoani Mbeya. Tayari amekutana na uongozi wa mkoa wa Mbeya na viongozi wa taasisi zilizo chini ya wizara ya sheria na katiba, huku wakizungumzia mahakimu thelathini waliokuwa wakikabiliwa na tuhuma za kupokea rushwa nchini. Hakimu yoyote ambaye anaguswa na tuhuma atafute kazi nyingine, na tatizo lingine hapa ni kwamba kwa sababu ameshinda kesi kwenye mahakama sasa ni yeye mwenyewe ni hakimu, nao mahakimu ni wenzake, ndiyo swala ya kesi ya, ya ngedere kwenda kwa nyani sasa --unawafanya wananchi wasiamini kwamba hata hiyo hukumu ilikuwa sahihi. Aidha, Mwakyembe ametoa msimamo wa serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa kuyaonya mashirika yasiyokuwa ya, ya kiserikali yanayojihusisha na hamasa ya ndoa za jinsia moja na ushoga Mkoa wa Mbeya pekee katika orodha niliyopata ina NGOs zaidi ya tano ambazo zinasemekana zinajihusisha na mambo hayo. Naombeni tuwe wakali, tukicheza cheza sana tutatengeneza taifa moja la ajabu sana katika bara la Afrika. Aidha, katibu tawala wa mkoa wa Mbeya Mariamu Mtunguja ametoa taarifa ya mkoa huku akiiomba wizara ya sheria na katiba kupunguza ama kumaliza migogoro ya ardhi inayokithiri kwa wananchi eneo kubwa. Mkuu wa mkoa wa Mbeya ameanzisha utaratibu wa kusikiliza malalamiko ya wananchi kila siku ya Alhamisi ya mwanzo wa mwezi na Alhamisi ya mwisho wa mwezi, na wakuu wa wilaya hizo hivyo wametakiwa kusikiliza malalamiko ya wananchi kila Alhamisi ya wiki, lakini asilimia tisini ya malalamiko hayo ni malalamiko ya ardhi. Kutoka hapa Mbeya, mimi ni wasechewa TBC kutoka Mbeya, tunaelekea huko.